Yes, mambo vipi? Mwana sawa sawa digital, hope uko poa kabisa, lakini pia niko hapa kuwapa story kuhusiana na Rais Joe Biden, mmoja kati ya marais ambao pia wamefanya poa zaidi eh, kutokea kule nchini Marekani, lakini pia kuna baadhi ya watu pia wanaweza wakawa wameshaanza kumsahau huyu mshikaji kutokana na uongozi wake ambavyo ulivyokuwa, eh, bana, ni siku eh, ni siku ibie sana vitu ambavyo natakiwa kuvijua. Sasa eh, msimamo wake na Rais Joe Biden kuhusu vita ya Ukraine, eh, Biden pia anasema kuwa Ukraine haitaweza kushinda vita dhidi ya Urusi, eh, bila kuingiliwa E, moja kwa moja na NATO ambapo pia anaeleza kuwa Wamarekani pamoja na NATO wamewapa Ukraine vifaa lakini pia msaada wote ambao unaohitajika kwa ajili ya kuweza kujitetea na kwamba wangeweza wa kujitokeza zaidi ikiwa Vladimir Putin angeendelea e, kushambulia ambaye ni rais wa Urusi. Lakini pia watu wengi wanaweza kujiuliza au kuna baadhi ya watu pia watajiuliza kwamba e, NATO ni watu wa aina gani au NATO ni kitu gani? Sasa NATO e, bana ni muungano wa kijeshi ambao pia huu ulianzishwa mwaka 1949, e, lakini pia kuweza kukubaliana na uanzishaji wa Sovieti, e, wakati wa vita baridi yanayofanya e, kazi kwa kanuni ya ulinzi wa pamoja, lakini pia mashambulizi kwa nchi yoyote wanachama wanaweza kuchukuliwa kwa e, mashambulizi e, jumla kwa wote. Sasa e, hii NATO bwana ina wanachama jumla ya nchi 32 ambapo e, kati ya hizo nchi 32 zikiwemo kama Marekani, Uingereza, Ujerumani, Ufaransa na nchi nyingine kibao, lakini pia kuna baadhi ya wanachama wengine wapya ambao ni e, kama Finland lakini pia Sweden, nao ni watu ambao pia wanaweza kujiunga na e, e, masuala mazima haya ya NATO na vitu kama hivyo. Sasa msimamo wa rais